Asante sana. Leo tuko hapa katika eneo la Machakos ambapo tutapata fursa kuongea na wananchi kuhusu mada ya leo la zimwi la ufisadi. Wacha tusikie wanayapi kutoka eneo la Machakos. Ukiangalia saa hii unapata mtu mshahara wake ni elfu kumi, elfu ishirini, lakini mali ako na zaidi ya mamilioni na mabilioni ya pesa, ni kwa sababu ya ufisadi tena pia mambo ya ugatuzi yaliongeza ufisadi kwa sababu ukiangalia e, siasa zili, pia zilishukishwa katika a, majimbo yetu. Ukiangalia gavana hata kubali kumpiga mfanyakazi wake ama waziri wake, sababu ufisadi labda, ama kwa sababu yule a, waziri ana ubobevu, ana umahiri katika sehemu anayotoka, kwa hivyo unapata e, gavana ambaye ni bosi anamwogopa. Ukiangalia pia katika e, nyanja za juu juu unaona tuna wajumbe ambao ni vijana wamechaguliwa juzi, na kwa sababu ni watu wako allied, ama wako upande wa e, uraisi ama mkuu wa nchi yetu, unapata mtu ameingia juzi bila chochote, lakini sasa hii wanahesabu mali a, takribani mabilioni. Unaona mbunge ambaye anapokea laki kadhaa kama mshahara anatoa kila mwezi anatoa anaenda harambee kama nne kila harambee akitoa milioni tano unajiuliza, hizi pesa zinatoka wapi? Pia ningesema ufisadi pia pande ya kandarasi za nchi, uh, kandarasi za kaunti. Ufisadi umezidi, hata katika ofisi zetu za CDF ufisadi umezidi. Unapata darasa ambalo linafaa nafaa kujengwa na shilingi elfu mia nne, mia tatu linahesabiwa kama milioni moja na nusu eh, whenever we are dealing with the corruption in Kenya. You cannot become a millionaire very suddenly. One year back the line wao ulikuwa tu uko hapa chini kidogo within mwaka mmoja when you've been in a public office, eh, you have become a millionaire. Sasa vitu kama hizo kwa Kenya, hiyo ndio tunasema, hiyo kula mali ya umma. Unapokula mali ya umma unapata hata maendeleo, awezi fika huku chini mashinani. I can clearly remember kama unakumbuka vizuri eh, Kibaki hata alisema mwenye anahusika na ufisadi that person should not be alive, and in Kenya we should now put this thing in our consideration because tunaumia sana, wananchi wanaumia sana, and whenever you are embezzle of public funds, you make sure we are, we are not going to own any public office in Kenya. Hiyo ndio kitu yenye kama wananchi tuna advocate nasema kama mtu ni mfisadi you should not be in any public office. Hii ni neno ambayo tumekuwa tukizungumzia miaka nenda miaka rudi, katika kila uongozi ukiwepo. Ningependa ninge sana kusema ya kwamba mwanzo kabisa tulikuwa na imani kidogo, lakini nakumbuka ya kwamba hii uh, the current regime walipochukua uongozi wale baadhi ya watu ambao walikuwa wamewekwa ndani ama wameshtakiwa kwa sababu ya madai ya ukora kuiba rasilimali eh, za wananchi. Nakumbuka wengi kesi, kesi zao zilifutuliwa mbali. Ningependa kusema kwamba ni vizuri sana tusiwe na ile ya kusema ati huyu ni mtu wa nyumbani ama huyu ni mtu wetu ama huyu ni mtu wa chama yetu, kwa sababu hiyo ndio imekuwa ikiharibu sana kupiga eh upisaji. Itakuwa vizuri sana, kama mtu ni mfisadi achukuliwe kama mwizi rasilimali astakiwe, na alipe fidia wa Kenya. Asante sana, na mwisho ni hisia tofauti kutoka kwa wananchi kutoka eneo la Machakos, ambao wengi wao wasema ufisadi umekiri mizizi katika taifa letu, na serikali inafaa kujifunga kamba kidete ipigane na ufisadi. Kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Muswi. Ufisadi, corruption ndio, ndio, corruption, ndio ufisadi. Hali ya juu

mali tulipo ni bei kali, chakula bei kali, maisha, maisha ya, ya kawaida siku hizi, kupata hela hata mia mbili haitoshi kwa nyumba, hata upate mia manini hakuna kitu inasaidia, hata ukisema hali ya kila mahali, ukisema pande ile nyingine na huku, hata sio vilivili, sio gari, sio watu, gharama kutembea pia ni taabu, mpaka inabidi watu wakanyage kiguu na njia. Mambo na ufisadi imekuwa kama ngoma ya kawaida juu hata mtu akipatikana amefanya makosa na ameiba, hakuna mali yanaenda pale, ni kama tu kesi inafika, mali unasikia kesho ndio jamaa ako inje nini, hakuna hiyo. Ni kama ile kiwango ile watu ambaye angefaa kuweka watu ndani hawana, hakuna kazi wanafanya. Habari mzuri, jina yangu naitwa Osman Isaac, naishi bali naita Maryland. Sinaomba Mwenyezi Mungu ufisadi na kuja mingi sana katika Kenya na anaduru watu mingi sana. Saa hii katika Kenya maskini nakuwa mingi sana. Mungu asaidie sisi. Sisi serikali yetu anafanya juu na chini apotishe ufisadi. Vile binaona. Ufisadi sasa kwa Kenya anakuwa mingi sana. Kila kitu hii na hii yote ni ufisadi. Ufisadi, Mwenyezi Mungu asaidia sisi, umalize serikali yetu nachukua atua kwa sababu bali yote kwa kesema, bali yote mkubwa yote kuangalia na tengeneza tu ufisadi naona. Kwa hivyo mimi naomba Mwenyezi Mungu atamaliza ufisadi. Ufisadi, wakubwa yote naiba pesa. Mwenye basi na bitia yote pesa yote naibua. Kama ni kaunti hawa wanaanza kuipa tu pesa, kila bali mtu na karibu yote naipa pesa. Sasa tauni yote inakuwa maskini, biashara hakuna, pesa bana, tamuka tauni. Afadhali serikali yetu afanya bidii juu ya shini, umalize ufisadi kwa majina. Naitwa Julius Mongi ama Maina Stima. Athari uh, za ufisadi, kwanza zile pesa ambazo uh, watu wanatumiwa kwa ufisadi ndo zinafanya maendeleo inarudi nyuma, barabara haziwezi tengenezwa, mahospitali azipata dawa, wanafunzi ama watoto hawezi enda shule, na pia wananchi wale wa bunge ambao hawezi kuwa accountable kwa zile pesa ambazo wanatumia kwa ufisadi. Tena ukiangalia vitu kama mahospitali, madaktari wale ambao wanafanya kazi huko ama waalimu wanaweza kuwa hawajahitimu kwa sababu mtu alihongana akaingia college lakini hakuwa amehitimu kutoka mwanzo, um, wa masomo yake. Kwa hivyo tunajua ina, ina, ina na adhari nyingi sana pia. Ukiangalia vitu kama mijengo, architects wale, engineers wako huko, kama mtu hajahitimu alihongana, uh, ndio apate kupata ile kazi, unakuta mijengo uh, haifiki ile kiwango ambacho uh, a, kinatakikana, ndio unaona manyumba inaporomoka, uh, magari pia unakuta ni uh, substandard na njia kama hizo ndam mtazamaji, ni hisia za wananchi au kuhusiana na vita dhidi ya ufisadi hapa nchini e, mgeni wetu mmoja Mora Kabata imebidi kuondoka kwa sababu ya shughuli nyingine ambazo anakwenda kuzitekeleza, lakini bado niko na mheshimiwa Shege Maura ambaye ni katibu mkuu wa KAF na vilevile mwakilishi wa wodi katika eneo la Ngara hapa jijini Nairobi. Mheshimiwa, niko nimeuliza swali maana yake nafasi nyingi, fursa nyingi ambazo bunge la seneti liko nalo moja ni kuchunguza matumizi ya pesa za umma, mali ya umma, katika serikali za kaunti. Mara nyingi mikutano ile huwa inakuwa na kizaazaa mm -hmm. Utakuta ni maseneta wakijibizana na magavana na kadhalika mm -hmm. Lakini pia saa nyingine huwa kunatokea ripoti pale pale katika ile mm -hmm. mikutano ambayo unaona wazi kabisa kuna swala linatoa dukuduku -duku, mm -hmm. Kuna swala ambalo linahitaji kuchunguzwa zaidi lakini kwa sababu ya hisia za kisiasa yeah. Ni swali linapotea yeah. Unahisi kwamba wakati umefika kwamba kuhusisha asasi zingine za serikali kwa mfano eh, DCI na hata mm. DPP katika vikao kama vile mm. ili masuala ya kisiasa yanapochipuza, wale maafisa wanaoketi katika vikao vile ambapo gavana anachunguzwa na seneti wanachukua vitu ambavyo wanaona kwamba vitawasaidia katika uchunguzi e, wa ziada. Okay. E, wakati wanapochunguza matumizi ya fedha ama namna gani ni kweli na mm. uh, Katiba Article 96 no. Inatueleza uh, kazi ya seneti ni kuangalia uh, serikali za kaunti na interest zao na interest ile kubwa sana ni ya wananchi ambao wanarepresent pale kwa kwa Senate, kwa sababu usipoangalia um, hivyo kama pesa zile zinafaa kwenda kwa kaunti yako inafujwa, then ujue maendeleo italag nyuma mpaka yeah, siku ile utamaliza time yako. And so hiyo hapo tunafaa kuanzia hapo na, na, na, na ripoti yote ya Senate ikimalizika, inaenda kwa ACC kama recommendation inaenda kwa sababu hata sisi tunapeana EACC tunapea DCI for further investigation na pia kama imetushinda na recommend kwa uh, e, Senate, niwambie hapa, imenishinda sukumaneni na hawa. So hiyo chain inafaa isonge. Mahali pale dosari inakuja ni kuuliza ile ambayo ilienda kwa EACC, matokeo yake ilikuwa yapi? E, inakwama hapo. E, Auditor General ilileta report ikatebuliwa kwa assembly na ikatebuliwa bungeni Tumechukua na tumepepeta, tumemaliza na tukamaliza, na tukaandika ripoti tukaiforward kwa EACC na DCI upelelezi zaidi for purposes of kupeleka mtu mahakamani na mambo kama hayo. Sasa hu, hakuna mtu wa kufuatilia kuona e, hii ilitoka hapa ikatoka hapa ikaenda hapa, hapa ilikwama kwa nini ama nini ilifanyika? Hawaendelei nayo. Hapo ndio nimesema ni muhimu kusukuma capacity ya institution hizi zote, ndio watu waweze ukipewa, na una, within 6 months umeweza kukimbiza na umepeleka level hiyo nyingine. DPP naye achukulie, kama haina uzito arudi aseme hapana, mlikosa kuweka hiyo makaratasi ndiyo. He, kama hakuna hiyo full cycle then mwaka mzima inaisha, auditor general tena report yao mwaka nyingine. Mm -hmm. so unakuwa kuna backlog hiyo ni muhimu sana. Namba pili ni uhamasishaji ya, ya kwa umma na kwa wale ambao wanatenda kazi. Once ukijua e, eh, nikiweza kufanya hivi naweza fikisha hii maneno wapi, inakuwa rahisi sana kusukuma na uh, unajua outcome ile unatafuta. Na ndio maana sisi, kama wakati uko bungeni, unaona hii bajeti haipelekani na hii unakuja unapiga kelele, upiga kelele, unaweza kufanya uleta mswada usimamishe. Ikisimamishwa nini inafanyika hapo? Ndio shida iko Hakuna mtu akufuatilia na kuja kueleza wananchi sababu, hata ripota ripota atakuja afuatilie na, na apeane kwa news ya jioni leo hii ndio ilitendeka. Sasa hii kesi ikiendelea mara mbili ya tatu, sio news tena, kwa sababu haina ile uchachi mm. Hakuna ile majibizano hapo, kwa kosa majibizano ndio sasa proses za sheria na koti nafaa ichukuliwe, ndio mwisho pale tujue nini ilifanyika ama haikufanyika. Hiyo gap inafaa iongezewe na inafaa itafutiwe bajeti, na bajeti ile, mi nafikiria rahisi kuipata ni hizi pesa ambazo zinapatikana hizi, ambazo zimekuwa recovered, percentage fulani inakuja ya kustrengthen hiyo kitengo cha, cha nini cha, cha uchunguzi, ziweze kuangalia nini tunafanya na kama hakuna kitu ambayo imefanyika pia waseme, ndio wajue nani alizembea kazini. Naam. Na. Tumezungumza hapa na wakili tukazungumzia nafasi ambazo watu wako nazo na mara nyingi amegusia kwamba saa nyingine ukiwa mtu ambaye umehusika katika ufisadi inakuwa rahisi kwako wewe kuingia serikalini kupitia mm -hmm. Eh, nafasi za siasa mm -hmm. ili ujiepushe na uchunguzi uh -huh. Na pengine uendeleze uh -huh. Eh, tabia hii mbovu ya ufisadi. Uh -huh. Kwa sababu wewe ni mwanasiasa uh -huh. Tupe hisia ambazo mwanasiasa huwa zinamuingiza katika tamaa kama ile ya kutaka kushiriki ufisadi na kukosa wananchi, kukosesha wananchi wenzake e, fursa nzuri za kupata maendeleo kupitia mali ya umma au rasilimali za umma. Mambo mawili, maadili yetu ni gani? Na hata mimi nikitaka kuingia siasa, maadili yetu ni gani? Na siyasa, ni nini imefanya niweze ku kutaka ama kuwania kiti fulani, na wale ambao wamekuja kunishika mkono na kunibeba wananibeba kwa sababu gani? Wananibeba kwa sababu niwapea pesa ama wananibeba kwa sababu nimeonekana maono ya kuwapeleka mbele? Sasa hiyo ni ya muhimu sana. Pili e, tukipeleka makaratasi ndi ukuwe mwana e, e, candidate wa kusimama, kuna moja ambayo ni ya EACC, kuna ile ya good conduct. Unaona? Hizo zote lazima zikuwe pale. Napeleka mambo yangu ya shule kama yoyote yapo, haiambatani hii, sisi nafai iweke red flag na iseme huyu jamaa afai kusimama, tumeona ako na dosari mahali fulani. Nayo IBC nayo ikiona kiona hivyo, inafai simamishe huo mtu kwa kusimama, ndio ikue e, funzo kwa ule mtu mwingine anataka kupitia hiyo njia akitaka kiti. Lakini hiyo, unaona iko collapsed kwa sababu sale uchaguzi kama sasa hivi tunaingia mwaka wa mwaka ishirini na sita tukielekea mwaka ishirini na saba mwaka wa elfu mbili ishirini na saba siasa itakuwa ime, uliona by election pepeto huku, mtakuwa mnaona kitu, mtakuwa mnaona hii gari inapita hivi, chama hii, ule mwingine tumewazungusha huku, tumewakoroga kichwa, tukawaambia mimi ndio mzuri, o ule ndio mbaya e, pesa inazunguka sasa, kidogo watu wanasahau ile pesa inafaa kutolewa kabla uchaguzi ukuje, between elections inafaa ipewa IBC ya public participation na citizens eh, wafundishwe eh, mambo ya civic education, wajue maadili ya kutafuta kiongozi inakaa namna gani, na inafaa kuwa continuous. Sasa sisi hatupeani hiyo pesa, tunapeana pesa dakika ya mwisho ya kufanya tu ile uchaguzi ya kununua ile maboxi na, ku, na, ma, na ballot papers. Hakuna ule mtu sababu wangekuwa analetwa hapa tunafaa kuwa tunafundisha watu hee, sasa kiongozi bora anakaa namna gani? mm -hmm. Sio bora kiongozi bali kiongozi bora, uh -huh. Hii ndio maadili, ndio every mwaka watu wanaenda kawa wanajua. Aa, sasa ikifika kama tulikosea hapa, tunaenda tutajikosoa na hiyo ingine, lakini hapo hiyo gapi nakuwa iko sana na naelewa gapi nakuja kwa sababu pesa ambazo zinatakikana za kuiran ni nadra na nimeulizi ndio nikasema tu, lazima tutafute kwa sheria, pesa itatoka wapi ya kuweka vitengo kama hivi. Na mimi naona hii pesa ambayo inapatikana ndio rahisi ipewe kitengo fulani ya kuinua, otherwise tutashinda. Tuki, kuna kijana mmoja wajanzia ananifurahisha sana huyu, anasema mambo ya katiba iletwe kwa shule na itakuwa mzuri sana kwa sababu watu wakianza kujua mambo ya katiba, na right from primary, unajua katiba yenyu inasema nini na nguvu gani inakupea, e, e, makosa inakaa namna gani, ni mzuri sana e, miaka ya hapo usoni watu ambao watakuwa wanakuja wafunzi katiba wanaielewa, anajua kazi ya mimi kama nimemwakilishi wodi ni gani anaexpect nini kutoka kwangu. So atusumbuani na yeye, ati sijui anataka nimpee hongo. Anajua nini anataka kutoka kwangu, nini anaexpect. Nikianguka anafaa kuniambia hapa, Tulikutuma uende utetetee mambo ya manyumba, haujafanya kazi nzuri namna na mambo na kama hayo. Turudi nyuma katika hizi asasi ambazo bado tunazungumzia, kwa sababu wengi wanahoji kwamba kuna nafasi nzuri mwafaka za wao kufanya uchunguzi kupitia mahojiano tu ambayo mm -hmm. yanafanywa lakini nafasi ile inapotea. Chukua mfano wa mwaka 2024 wakati Rais William Ruto alilazimika ku uh, vunjilia mbali baraza lake la mawaziri kufuatia mzozo wa mswada wa fedha mwaka 2024 2025, alipovunja baraza la mawaziri, mawaziri wale alikuwa amewateua wakala kiapo, wakati wakifanyiwa wakipigwa msasa na bunge, kuna baadhi walitaja mali zao kwamba nina kiwango fulani cha mamilioni ya pesa, kwa sababu ya kazi fulani kazi fulani. Na kwa mtazamo, wengi wakahisi kwamba kama waziri ana umri wa miaka hamsini kumaanisha katika muda wa miaka yake hamsini ametengeza tu kile kiwango cha pesa. Tutumie mfano wa wengine waliotaja shilingi mia, milioni milioni mia nne yeah, milioni mia tatu wengine milioni mia sita Baada ya serikali Rais Ruto kuwaondoa mamlakani na kuwarejesha wengine baadaye, waliporudi kuhojiwa, baadhi yao wakataja hela tofauti, mtu ameongeza milioni mia moja ndani ya mwaka mmoja, mwingine ameongeza milioni themanini mwingine milioni mia moja hamsini hilo huoni, lilikuwa nafasi nzuri sana mwafaka kabisa, ya kuanza kuhoji, kwa sababu kama kwa muda wa miaka thelathini miaka mm hamsini umetengeza milioni mia nne mm -hmm. itakuwaje ndani ya mwaka mmoja huko serikalini? mm -hmm. Sasa unajigamba umetengeza mm -hmm. milioni mia moja kwa nini? biashara gani ambayo umepata fursa nififanya ya kuifanya ndipo sasa mm -hmm. tu, tuone nafasi ya asasi hizi kama ne. zina nafasi ya kufanya kazi yake ama zinahujumiwa kuweza kufanya uchunguzi na ndio maana anasema <coughs> ii kuinua capacity ya institutions kuweza kufanya mambo kama hayo ile rahisi sana. Kwa hiyo example umepeana ni KRA, e, shirika la ku, kuangalia mambo ya ushuru. Wameconcentrate sana kuongezea ushuru, lakini wangekuwa naangalia pia mtu akisema hivi, mambo kama hayo, wanauliza kwa hii mia tano e, basi unafaa kuwa unatoa pesa ngapi kama ushuru kwa kila mwaka, wanaanzia hapo na hii ambayo umeongeza mia moja, ni nini hii biashara ulifanya, na mbona hatuoni transactions zile zinafanya ufikishe mia moja hapo? Sasa dosari inaanza hapo, faili inaenda EACC. EACC nayo inachukua inakwambia, kama hautuambii mambo hii mia moja tunaichukua, elewa. So hiyo e, institutions ni mingi, lakini hazizungumzii e, haziko linked kwa kila mahali, na ndio unaona kama mimi ninafanya biashara basi pini yangu inafaa kuwa iko active ama ile kampuni yangu inafaa kuwa iko active kwa ile biashara nafanya, lakini kama nina hela mm, na ile pin haizungumzi, basi na, na ukumbuke cha kushangaza mm, ni kwamba baadhi yao wanapokuja serikalini utakuta wanatangaza hadharani kwamba kampuni fulani nimeiachilia, situmii yes, tena kwa sababu itakuwa ninakinzana na yes, majukumu yangu ya kiserikali. Kwa hivyo kama kampuni fulani huitumii tena, kutengeza hela vipi tena imetumika na, na ikafanya pesa, kwa hiyo hiyo kampuni e, idara umepewa na, alafu tena ukoona sasa huyo Uh, hiyo kitengo cha cha cha, cha, inafaa kuwa naangalia um, nani na, na, monitoring inafaa kuwa ukiangalia kama IRS ya pale Amerikani, hata ukideclare na ukose na, na, udeclare tena vitu ambazo zinakuwa tofauti na pesa tu kidogo inakupatia flag. Sasa wanaweza kuja na waanza kufuatilia upelelezi kutoka hapo. Hiyo yenyewe ingekuwa inasumbua, kwa sababu hakuna haja y niibe milioni mia moja tena yote ikuja ichukuliwe na jina yangu iharibiwe ya na nitolewe mamlaka. Sasa itafanya mtu akuwe mwoga kwa kufanya kazi na ku, ku, ku, kuweka ufisadi ndani, lakini hiyo haiko because tuna mambo kama mingi sana tunakimbizana kama nchi, tuko na mambo mingi sana tunafuatilia, lakini hii ya kufanya eh, kudizain E, e, system za kuchek na balance ile kuangalia e, Nimrod hapa na ni ametoka wapi kabla hii nini nini nini, tunaangalia hiyo, tunaangalia mwenendo wake ashul wa, wa watoto wake wanaenda shule wapi, e, ana an, an, an, an, an, an pesa gani hiyo hiyo yote inafaa ku ina add na ya muhimu kuna sheri kuna e, Uh, tax, uh, uh, uh, ushuru ambao wewe unatoa kama binafsi no, no. Uli declare nini na ni nini inafanya uongeze hiyo, inafaa tusaidie sana, na utaona itapigwa hata ikizunguka. Sasa ifike tena, wanaangalia records zako za simu, wanaona biashara yako ile, transactions zile zinakimbizana, na hii haingiani, inakuwa na e, a, a, a, call inakuwa e, na alati inaletwa ya kukufuata lakini tumeanzia mahali tuko na siku ya ufisadi leo no. Lakini ni nani ambao wanaisherekea? Haisherekewi na haizingatiwi, ngawa umetuita hapa tuizungumzie Kenya tu. Unajua si haijulikani kama siku ya sheria kama siku ya, ya jamhuri ambayo itakuwa no. Hapo Friday tunafaa tuiweke motisha kabisa, ndio watu wajue tunafaa kutokelezea na tukemee na nashukuru umesema hivyo kwa sababu wakati tunapozungumzia siku ya kimataifa ya ufisadi utakuta mm. ni tume ya EACC peke yake inazungumzia, lakini mm. kuna nafasi ya serikali kuu Kwen. serikali ya za kaunti mm. kusema kwamba tumekabiliana na ufisadi kiwango hiki, yes. tumewashika watu fulani, tumezuia mm. biashara fulani mm. watu fulani hawataama, kampuni fulani hazitafanya biashara tena na sisi kwa sababu ya mm. ufisadi yeah. lakini utakuta ni siku ambayo inaenda kimya kimya kwa sababu tunaiachia EACC. Hata hivyo, wacha tusikize kauli kutoka kwa wakazi kutoka kaunti ya Kisii alafu tuende mapumzikoni. Itakaporejea nitakuwa namuuliza Mheshimiwa Chege Moura baadhi ya suluhisho ambazo yeye anatarajia kuziona pamoja na viongozi wengine katika kukabiliana na ufisadi katika muda utakao umekuwa umesalia. Hem, tuungane naye Crispin Otieno kutoka kaunti ya Kisii. Crispin. Na, uh, Nimrod hapa, uh, nipo katika mji wa Kisii kuzungumza na wakazi wa mji huu kuhusiana na maswala ama mada yetu kuu siku ya leo kuhusu jinsi ambavyo kama taifa tunapaswa kukabiliana na ufisadi na, na, na changamoto ambazo zimekuwepo hapo awali kuhusiana na uh, jinsi ambavyo tunaweza kabiliana tu na uh, swala hili kwa ujumla. Niko na wengi hapa vijana, tuna uh, wazee vilevile hapa uh, wako tayari kuchangia mada yetu siku ya leo. Tuambie unaitwa nani, alafu tuelezee tu tunapoendelea kupigana na Uh, ufisadi. Je, kama taifa uh, tuko vipi? Na je, tunaenda tukashinda vita hivi? Nelson Matoke, MCA, Kitutu Central, 2027 ah, uh, ndio, vita vita vita ya ufisadi tunaweza tukaimaliza, but it has to start from us. Kitu cha kwanza, vetting of all public workers. Watu wote wamepewa kazi waenda wakue vetted, kama ulitengeneza makaratasi fake talk namba mfisadi yoyote atashikwa. They should be brought to account. Na kama wamepatikana na hatia mali yao ichukuliwe, wafutwe kazi, wasiporudisha vitu wameiba kuna jela. Cha tatu na cha muhimu, corruption has to start from us. Corruption iko mpaka kwa watchman, kwa mwalimu, kwa daktari. Lazima tuanze hapa chini tumalizane na ufisadi kutoka chini tukipanda juu. Asante sana. Na je, hapo awali tu, tu tumekuwa tu, hatujakuwa uh, tukifanya hayo. Uh, kumekuwa na jitihada za tuseme, tume ya kukabiliana na ufisadi nchini EACC. Uh, wamekuwa wakipigana na maswala kama hayo. Je, unahisi labda, uh, wamefanikishwa ama bado, bado kuna tatizo kuu? EACC imewekwa kwa mfuko, yeah. So EACC inafaa kuwa an independent body ambayo inafaa iruhusiwa ifanye kazi yake na vetting, na wenyekiti wa EACC wanafaa watoke kwa wananchi, sio serikali ndio inachagua. Yes, sir. Asante sana. Kwa kama kijana kutoka kaunti ya Kisii uh, labda kwa mtazamo wa vijana uh, vita vya kupigana na ufisadi unapaswa kukabiliwa kivipi? Eh, kwa majina ni Zako, anda youth leader hapa Kisii County. Ningependa kusema kwamba ningependa ku notes uh, askari wetu askari wetu corruption iko katika kitengo cha askari sana, sana wale wa traffic iko juu sana. Na ningependa kusema ya kwamba kama serikali ingeweka eh, plan ya kwamba wananchi eh, wanaweza arrest hata askari, inaweza kuwa eh, jambo ambayo inaweza tusaidia sana. So eh, vitu zote ambazo wananchi eh, wanaweza fanya, ndiposa wasaidie serikali kumaliza corruption. Uh, ni jambo ambalo sote tunafaa tuna kuwa embraced, vile vile uh, uh, vijana kutoka uh, tunaye kijana hapa ambaye anaona uh, amevaa nguo ya EACC uh, tuambie unaitwa nani, alafu je, wewe pia umewahi kumbana na swala la ufisadi na kwa njia vipi? Asante. Kwa majina naitwa Ted Ogoro, I'm the aspiring youth president of Kisii County and I would like to say that uh, being young the way I am today I have witnessed the fraudulent hands of corruption. Corruption is a disease that is killing our country day in, day out. You know, we've always say that let us be part of the change we want to see. Part of the change we want to see begins with our leaders. Viongozi ambao tunawachagua katika ofisi mbalimbali.

Yes. Asante. Thank you. Naona kina dada, wacha tupatie nafasi, natumaini wa chuo kikuu, tuambie, wewe labda umewahi athirika kutokana na masuala ya ufisadi na ungependa labda swala hili liweze kukabiliwa kivipi nchini. Yeah, thank you. My name is Nora. I'm a student at Kisi University. I think corruption corruption starts with leadership. Okay, leadership. Okay, should leader should practice integrity to stop corrupt corruption. Another thing, kwa kwa majina naitwa Machoka Jofrey, ningependa kuzungumzia uh, swala la corruption ambalo ntazungumzia kwa ujumla Public Service Commission, saa hii wafanyikazi wote wanajaza hii returns ya gross salary, unajaza Uh, kulingana na vile una earn. So unapata tunajaza, tunapeana hizi vitu kwa serikali, serikali inaangalia assets tuko nao na liabilities na wafanye chochote. So hiyo ni jukumu la Public Service Commission kuwasilisha report kwa EACC waweze kufuatilia hii report. La pili na la mwisho, unapata viongozi ambao tuko nao. Unapata, uh, kiongozi ana pesa, ako na mali na tena anawania uongozi. So, wakati anawania uongozi, wakati tena anapewa, inampea channel ya ku pata kuiba zaidi ama ya kutumia zile pesa mali ya serikali zaidi kuliko Asante sana. Asante sana. Kwa, kwa sababu tutakuwa tukizungumza na wengine pia yeah, wengine pia dakika kidogo kutoka sasa. Kwa hivyo ulivyosikia hapo, Nimrod, ni hisia mseto tu kutoka kwa vijana o, o, wale ambao pia ni wale ambao wamekomaa katika jamii wakizungumzia kuhusu swala hili nzima. Kwa hivyo tutakuwa tukipata mapumziko mafupi kisha tutakuwa tukirejea na swala hili kuu tuweze kusikia Wakenya zaidi wanazungumziaje kuhusiana na uh, mada yetu kuhusu siku ya leo, jinsi ya kukabiliana na ufisadi nchini.